dokt stivin kalonso mũcyoka aryaryayaya magutano hûyĩ magutano ûyĩ mũriega andũ aitũ mwĩaceo akumbe ata kĩkamba hapa ni kabusa k no mwĩumĩrĩĩrie io nĩ kĩkamba bĩacio Yaani nyinyi ni makuso, si namna hiyo? Naungana kabisa na yale ndugu Rigathi amesema. Kuunganisha Wakenya ni kitu ya maana, lakini kwanza jamii ziungane nasamam namna gani? E, si makuso wapendane na pia waone. Kwanza hapa nyinyi hakuma Mwembu, hakuna Mkamba, hakuna hakuna Mukirinyaga, hapa nyinyi ni watu timu moja wale ambao wataongea tukimaliza, because tumeweka pale mahali ya watu kukusanya. Ndugu yetu Alfred uh, angeonekana vizuri we had come there Alfred Derito, it would have been better if you were there. I think the other locals kana huyu kama kwa mfano huyu nzangi si akaribie hapa, asimame hapa karibu eh. Eh, badala ya kukaa hapa kwa nani, kujeni tu tunajipanga mapema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 n alisema hivyo na sisi jana tulisema, yeye alisema watoto apigwe risasi maguru, na sisi nasema mko tayari kumpiga risasi? Wangapi watayari kupiga ruto risasi hey? hiyo risasi haitakuwa ya maguru kama yeye. Yeye tunampiga risasi kwa baloti, ili awe one time harambe harambe yaani, hiyo risasi moja kwa kupiga kura, vijana jensi, kina mama, wazee. Na kuna kugawanya mulima kwanza, mulima imepasuka imesiyokupasuka, ime, ime, imetambaa ime, imetambaa mulima. Hata mimi niko kwa mulima, munipigie makofi. Sinamna hiyo, wangape wanaamini Kalonzo ni wa mulima pia? na, na spokesman spokesman ya jamii ya Mlima anaitwa Rigiji. Hata yeye walimwambia Ruto wacha kusumbua Kalonzo, ukitaka kuongea na Kalonzo ongea na yeye, yeye ndiye spokesman. Wangapa sema spokesman ya jamii yote neyo. Lakini pia tunashangilia dada yetu Martha Wangari Karua, mama ambaye aogopi arudi nyuma na mimi kama vile alisema madha, akipatiwa hiyo bendera mimi nitamuunga mkono tu kama vile ambayo limeomba mkono, kama ni Rigiji. Ruto anakimbizwa kama ile baiskeli ya kuibiwa sio? kama ni ndugu wa Malwa, wa mtoto wa Ingo, wa Luya wote wameungana, Wamasai wote wameungana, na hata wa Mbere. Unajua huyu mtu anaitwa JB Muturi, nimwombee na leni kibuti ambe hakuna mumbe na Mukamba hawa ni kitu kimoja hawa. Kwa hivyo hii timu yote hii tunashikana kwa kauli moja kukomboa nchi yetu. Elimu imeharibika, wazazi hata wajui wapeleke watoto university wakafanya nini, kwa sababu university yenyewe walimu wa wamegoma, hakuna mahala pana usalama, lakini ele mbaya zaidi ni kupiga. Hakuna rais duniani hata dikteta yule yule, dikteta mkubwa wa huko wa wakati ule wa Second World War, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Haiwezekani, eh? mtu kuwa dikteta aina hiyo, waambie watu yako wapigwe risasi kwa miguu kwa sababu kijana mmoja anaitwa Rex Masai alipigwa risasi na akafa kwa hivyo hii peke yake itapeleka Ruto nyumbani, na ana heshima duniani kote. Heshima ya Kenya imezushwa mezu, chini na uongozi mbaya wa William Ruto. Kwa hivyo sisi tumejitolea, tumepata ukakamavu, tunajua njia yetu, na mimi nikasema kama Kalonzo atakuja niwaambie, wakati wa kujikomboa ni sasa. Lazima wewe sasa kila mtu awache maneno, sio kupiga kura ya sasei kura ya kawaida ni kura ya kujikomboa. Hata chama cha madha kinaitwa jikomboe. Na ufanye nini ingine? Madha, tuungane, tujikomboe. Hiyo ndi PLP, na pia kumbukeni, kuna DP vile vile ya mzee Kibaki, na zote sasa tumeshikamana, tutahakikisha hakuna sibling rivalry. Ikiwa kwa mfano, naona ana mwea hapa yule ambaye tunajua, tunajua these days, even artificial intelligence inatuonyesha kama candidate wa, wa sikiza nguvu sikiza ground ndiye ako mbele, zote tunamuunga mkono. Si namna hiyo? Kama vile tumesikia Mheshimiwa Karis pale Mbere North wa chama cha DP ndiye ako na ushawishi mkubwa, zote sasa tuna tuna, tuna support yeye, tukijua kwamba watu mbere no, wa Mbere North kwanza wao wenyewe ndio watashikilia mambo yao. Singetaka kuongea sana, lakini nawashukuru wale ambao walikuja Uhuru Park jana, waliona maajabu, Kenya mpya ikizaliwa, Kenya ya watoto ambao wako tayari kukomboa nchi yao. Bwana Yesu asipiwe, asanteni sana. Haya, tuko na mtoto wa Ingoo, Mheshimiwa aliyekuwa waziri Yujini wa Maalwa, mumkaribishe Watu wa mkutano, hamjambo? Hebu tusalimiane hewani! Hewani! Hewani! tukisema harambee, twataka tujue kama mkutano ninyi ni wantama